Taharuki ilitanda mtandaoni baada ya kusambaa video ikidai kuwa mwanaume mmoja kutoka Nandi, Kenya, alizikwa pamoja na pikipiki piki yake ili kutimiza matakwa yake ya mwisho katika wosia wake. Tukio hilo lilivutia maelfu ya watazamaji kutokana na uzito na upekee wa madai hayo. Na hata hivyo, uchunguzi uliofanywa na vyombo vya habari nchini humo umebaini kuwa taarifa hizo si za kweli. Familia ya marehemu Fred Andambi imeeleza kuwa pikipiki hiyo haikuzikwa naye, bali iliwekwa juu ya jeneza kwa muda mfupi tu kama ishara ya kuaga, kisha ikatolewa kabla ya mazishi kuendelea. Kwa mujibu wa mashuhuda, pikipiki piki hiyo iliwashwa mara moja kama salamu ya mwisho kwa marehemu ambaye alikuwa bodaboda anayefahamika katika eneo hilo. Jamii ilikusanyika kumwenzi , ikisisitiza kuwa heshima hiyo ilikuwa njia ya kuthamini kazi na maisha yake, si kumzika na chombo chake kama ilivyodaiwa mitandaoni.